Wa khurafat fi salati jumaa. Khutba yetu ndugu zangu inazungumzia adabu za Ijumaa, adabu za sala ya Ijumaa, kutokana na yale tuliyoona mshu au fadhhabu la asema, kimbilieni haraka kwenda katika kutaja Mwenyezi Mungu. Sasa tujiulize, nani katika sisi anakimbia au kukimbilia katika sala ya Ijumaa? Wangapi anasubiri khutba ndo ianze, au katikati yeye ndo wanakuja? Maana ufahamu wake yeye finyu, kwamba sala ya ijumaa ni ile rakaa mbili. Hapana, Mungu hakusema sala fasau ila dhikri llahi. Kimbilieni katika utaje wa Mwenyezi Mungu, ala bidhikri llahi tatmainu lqulub nyoyo zenu zitatulia na kupata uhai kwa kumtaja Mwenyezi Mungu. Leo mtu anakuja msikitini kama anakwenda harusini, anavizia pale bwana arusi anaingia, naye ndo anaingia. Kaifa ya akhi. Fasaa ila zikrillah. Kisha Mwenyezi Mungu anasema kwamba wadharul bay', acheni jambo ambalo kwamba kila mmoja analithamini ulimwenguni, biashara. Leo hii matajiri wenye kufanya biashara ndio matajiri na ndio watu wakubwa na ndio watukufu na ndio wenye uwezo na kila kitu. Mungu anasema acha hiyo, sikwambii tena daktari, sijui sikwambii suji tena mwalimu, sikwambii tena sijui mchona viatu, sikwambii muza magazeti, achilia biashara, kitu ambacho ni moyo wa ulimwengu, utajiri wa hali ya juu kabisa. Mungu anasema acha. Mkifanya hivyo, dhalikum khairul lakum, ni bora kwenu, lakini in kuntum ta'alamun, ta ikiwa mnajua, wal walalwlasaf wa alasa alshadidi, na kwa masikitiko makubwa ni kwamba hatujui. Mwenyezi Mungu aturehemu, hatujui tunachokifanya siku ya Ijumaa. Ndugu zangu, katika sala ya Ijumaa, sala alfajiri katika siku ya Ijumaa kama tulivyosema Mtume katika hadithi nyingine ya Ibni Umar, allahu anhu ambayo limo katika Shubul Iman Lilbayhaqi al na Alimam Abu Naim fi lhilya, ameitaja Mtume akasema: inna afdal lsalawat, hakika sala iliyokuwa bora inda Allah indaallah, imele Mwenyezi Mungu swalat subhi yauma aljumaa, swala asubuhi. Lakini Jumamosi hapana, Jumapili hapana, siku ya Ijumaa hiyo ndio swala bora. Mtume akasema, angalia ile Ijumaa haijafika bado sala yake, lakini tayari huku inapambwa na Mtume kwa kila namna. Hii ndio sala bora siku ya Jumaa, usikubali kuikosa. Kuna sura maalum, kuna mawaidha maalum, kuna kadha kadha kadha inatajwa. Bal Mtume, Mwenyezi Mungu akasema, katika hadithi yake vile vile hadithi ya Imam Abu Daud bi sanadin sahih an Wais Ibn Wais an Aws ibn Aws radiyallahu anhu qala, anasema inna min afdali ayyamikum yawmul jum'a, inna min afdali ayyamikum yawmul jum'a, hakika katika siku zenu zitakuwa bora ni siku ya Ijumaa. Ndio maana baadhi ya maimamu wakasema kwamba hii siku ya Ijumaa hii ni bora kuliko siku ya idi kubwa na ndogo. Wamesema hivi kwa kuwa hii unaipata kila wiki. Nandani, nini kuna katika Ijumaa. Katika Ijumaa mtume akasema fihi khuliqa Adam, kwanza huyo baba yenu asili yenu chanzo chenu kaumbwa siku ya Ijumaa. wa fihi qubida, na katolo roho siku ya Ijumaa. wa fihi nafha, na siku ya Ijumaa ndio kutabua parapanda la kumaliza dunia nzima. wa fihi saqa, na watafufuliwa watu siku ya Ijumaa. Nini kinacho mtume anataka kwetu, anatueleza mambo mengi famadha bina nini nataka mtume kwetu? Faakthiruu alayya minas salati fihi. Enyi waumini, fanyeni wingi wakuniswalia siku hii, allahumma salli wasallim alayhi. Fanyeni wingi wakuniswalia siku hii. Kaumbwa baba yenu, katiwa peponi, katoloa peponi, bwanagamitaa siku ya Jumaa, katika kufuliwa. Nini muhimu? Mtume anakuwambia sisi, niswalieni kwa wingi. Ingia msikitini leo, angalia waumini kila mmoja kasika simu, mwingine kakaa pembeni anasubiri hatibu apande, au anasubiri asikie, asikie ikama ndo aje msikitini. Hana habari kabisa kama mtume wako kaagizia umswalie wingi, kwa wingi katika siku amahi. Mtume akasema tena niswalieni kwa wingi, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, sala zenu mkinswalia mimi zinanifikia. la ilaha illa Allah

Hadithi ya Imamu Abu Daudi, tambueni kwamba Mwenyezi Mungu ameharamisha ardhi kula viwiliwili vya mitume. Hivi unaonaje ikiwa Mtume anakuambia fulani bin fulani yuko Dar es Salaam, msikiti wa Mtoro, anakusalimia? Mtume anakuletea salamu, anakuswalia, unaonaje sharafu yake ikoje katika? Kama hichi siyo swala la kuambiwa waziri fulani kakutaja Sio swala la kuomba tuma salamu katika redio, sio swala la kutuma kadi. Sasa swala Mtume anaambiwa fulani bin fulani anakusalimia na kukuswalia saa hizi, vipi? utakuwa mpenzi wake hatujafahamu bado. Na swala ya Mtume ina sigra nyingi kama mnavyozijua, hatuna haja ya kuzitaja. Nukta ya pili katika utukufu na adabu za Ijumaa, ya kwanza kumsalimu Mtume kwa wingi. Ya tatu al ikhtisali yaumul jumaa, kukoga siku ya Ijumaa, kukoga. He, kukoga nako ni dini, ndiyo kukoga ni dini na ni sunna katika Uislamu. Hutakiwi kutoka nyumbani kwako ukaja zako sokoni ukafanya mambo yako saa sita mpaka nadiwa sala ukaja msikitini na maguo yako ile ile na, na majasho yako la, la, la, la, la, unakosa fadhila nyingi sana Mtume akasema watu wakoge wapendeze. Mtume akasema kwamba al-ghusl yawm al-jum'a al wajibun ala kulli muhtalimin. Kukoga siku ya Jumaa ni lazima lazima kwa kila mtu ambaye ni mkubwa. Hadithi Imam Bukhari na Muslim. Akasema tena idha jaa ahadukum ahadukum al al-jum'a falyaghtasil. Mmoja wenu akija Ijumaa na akoge. Turudi katika hali zetu ndugu zangu. Nani anafanya hivi? Hakuna mtu anashughulika na habari kama hii, anajizoazoa vile alivyo nakuja zake, basi anakuja kuswala na aondoka. Tunakosa thawabu za Ijumaa. Nukta ya tatu, ndugu zangu, wadu ltayibu wa tanafful qabla ljuma, ni kujipamba na kujitia uturi na kunukia na kujifukiza ama kufukizwa. Kama unamke kashda yako ifukizwe Kanzu yako ifikizwe, uje hapa unanukia. Ndio mafundisho ya mtume hayo, asiye mtu akaona kwamba ah, tena hii imekuwa dini imekuwa mtu kama harusini. Zaidi ya harusini, harusi siku moja, siku ya pili, atatu aukafukana motoni. Hii jumaa zaidi ya harusi, koga za vizuri, ifukize. Ndo hadithi ya Bukhari anasema, Salman Farsi hadithia kwamba mtume akasema, la yahtasilu rajul yawma ljumaa, hakogi mtu siku ya ijumaa wa tatahharu mastataa min aturi, akajisafisha vizuri kiasi awezavyo. Kisha mtume akasema wayjtahinu min duhnihi, na akajitia uturi perfume au haludi au mukhalat hakaza. Thumma yakhruj, kisha akatoka. Fala yafariq baina athnain, lakini akaja msikitini, asipite aka aka pasua safu za watu. Kidogo zamani kidogo tunapita zamani, bisha mtume aje sema hivi Haitakiwi kabisa, ni makosa makubwa kuwapita watu wawili washaka wa katika safu, ati wewe ndio utakwenda mbele sasa. Amani kidogo tam, kido, sogea vipi? kama ulitaka kukaa mbele, utakuwa uje mapema. Akiwa hajafanya hivi, thumma yusalli, kisha akasali, ka msikitini akasali makutibalahu, kiasi yes, cha yes, sunna zilizoandikwa na Mwenyezi Mungu. Thumma yunsitu, kisha akanyamaza. Thumma yunsitu, kisha mtu kama huyu akanyamaza nani nyamaza? Leo ukingia msikitini, kila mtu, watu wanaongea, watu kama marafiki wale unaongea, hata uko nje, wako chungu zima watu wanaongea, na huko khutba inaendelea. Mtu kama huyu kwa hakika anakuja kutekeleza sala tu, lakini thawabu za Ijumaa hazipati na ni naama dene Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi alipofasiri hadithi am salaa anasema kwamba man takallama fala jum'atu la, anaye ongea aliongea katika jumaa katika katika siku ya jumaa katika sala katika khutba ya jumaa aliongea, huyo hana hana Ijumaa. Maana yake ni kwamba hana thawabu za jumaa. Thumma yusit, hapa vile vile kuna neno nilisema, thumma yusit, kisha anyamaze sisi tunyanyamaza mdomo lakini tunasema kwa akili. Mtu anatoa simu yake na sasa, wakati wa kufuta meseji, wakati wa kuwasiliana na mtu, wakati wa kuweka appointment, wakati simu anayo mkononi na huku khatibu anahutubia. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, mtihani mkubwa, mtihani mkubwa mno. Siku moja na ipo hadithi sahihi, masahaba wawili wa Mtume

Angalia huyu mtu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu kumtuma, Mwenyezi Mungu kambashiria pepo, lakini siku ya Ijumaa akaongea maneno haya, Ubayi akakunja uso akamtazama hivi, hakumjibu kitu. Angalia, anauliza juu ya Qurani sio sisi hapa, mtu kaja, sijui akakeja kea karatasi, sijui mtu ana maombi sijui, mtu ana kitu gani, unashughulishwa. Hapana, huyu sahaba wa Mtume aliyebashiriwa pepo anauliza sura hii imeshuka lini? Ubayi bin Kab Allahu anhu akamnyamazia kimya. Baada ya hapa, Abu Dharri akaenda kwa Mtume kumshtakia, namuuliza Ubayi swala la kisheria la dini, ananyamazia vipi? akamhadithia Mtume, kasema nini? Swadat Ubayi, Ubayi kafanya jambo sasa, na akamwambia Abu Dharri, bwana we huna ulichokipata isipokuwa ule mchezo uliocheza. Mchezo gani? Basi eti kuuliza hii sura imeteremka lini. Angalia sasa, sikwambii. Sisi tunaangalia game itakuwa lini, wamechomoa wametukubalia, sasa tiketi zinapatikana wapi? Sasa tunakuja kucheza, kwa hakika tunakuja kucheza, hakuna ile watu kunyamaza kimya thumma yunsit idha takallama limamu, kisha mtu kama huyu akanyameza kimya imamu anapanda kuhutubia, basi Mtume anasema kwamba illa ghufira lahu ma bainahu wa baina al jum'ati al-ukhra, isipokuwa Mwenyezi Mungu anamsamehe makosa yake ya wiki nzima, Ijumaa hii na mpaka Ijumaa ijayo anasamehewa. Bal katika riwaya nyingine Mtume kasema wa thalathatu ayyam, siku kumi, siku saba na tatu anasamehewa dhambi zake, ikiwa kaja msikitini kwa nidhamu, akakaa akamsikiza imamu mpaka mwisho, akamaliza akafaidika na mauidha. Basi mtu kama huyu, Mtume kasema kwamba anasamehewa madhambi yake siku kumi, aljuma liljuma wa thalathatu ayyam. Hii nukta tatu sana Al-adab ar-rabi al nukta nne, katika adabu adabu Aljumaa at-tasawuk ni kupiga mswaki, kupiga mswaki jambo ambalo wengi wamewaachia maustadhi na kuona kwamba ah, bishapiga alfajiri na tosha wapi? kama wanapiga wewe alfajiri yenyewe, aha mambo ya mashehe ndio anapiga piga mswaki sisi wengine tunakula kile. Ndugu yangu sunna ya Mtume ilikuwa ni, ni hivyo akiingia nyumbani, jambo la kwanza, haulizi king'amuzi mshalipia, haulizi mwanitum karudi shule, haulizi chakula kiko wapi? La, jambo la kwanza kabisa Mtume akiingia nyumbani kwake anakimbilia msuwaki na kusafisha kinywa chake. Hiyo ndio suna ya Mtume, hiyo ndiyo suna ya Mtume, kusafisha kinywa chako kwa kupiga msuwaki siku ya Ijumaa hasa katika suna zake Mtume kasema katika ya katika hadithi ya Bukhari na Muslim kwamba kwamba ghuslu yaumil Jum'a ala kulli muhtalim wa siwakun, kupiga na kupiga mswaki Wa yamasi min at tibi ma qaddara ma qaddara alayhi, na vile vile kujitia uturi kiasi ambacho kujitia uturi kiasi ambacho amejaliwa. Nukta ya nne, lubsu ajmal thiyabihi lil Jum'a. Mtu kupiga pamba za ukweli, ukweli Mtume kasema ajmala avae nguo ambayo kwamba ni nzuri kuliko zote, imekuja themes... katika hadithi ya Sa'id Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu na vile Abu Hurairah radhiallahu anhu vile umesema: man irtasala yawm al-Jum'a, wastaka wa massa min tibi in kana indahu wa labisa min ahsani thiyabihi, na min ahsani thiyabi, akava nguo zilizokuwa nzuri kuliko zote. Haya, tujiulize sisi, nani kaja msikitini hapa yapakaa nguo ambazo nzuri? Wacha kule nyumbani nani kwanza? Hata mtu anajua hata ana mahindi anakuja hapa na ile kazi yake, lile kaka analo tangu asubuhi mpaka saa hizi, anavuda bruzi hapa na mvua hizi na, na, na, na matope tope anakuja <laughs> hapa eh, ndugu yangu <laughs> msikize mtume wako anakuambia nini. Ulitakiwa unakuja hapa kuliko unavyoitwa Ikulu au kwa waziri, unakuja umependeza kuliko unavyokwenda kuoa. Mtume akasema ahsana thiyab, avae mtu nguo zake zilizokuwa nzuri zaidi. Sasa jiangalie mwenyewe, hiyo nguo ulovaa ndo nzuri zaidi? kama nzuri zaidi fabiha wa neema, na kama sio, wewe si mtu wa sunna, wewe mpinga sunna. Wewe ni mpinga sunna, si mtu wa sunna. Mtume akasema nguo zilizokuwa zilizokuwa nzuri zaidi, ayuhal ikhwa

nimetayarisha adabu kumi na saba lakini naona tut tutamalizia ya tano tu, muda hauturuhusu. Tuna adabu kumi na saba za Ijumaa, lakini hii ya tano itakuwa ndo kwa leo, ndo itatosha. Nayo ni hii ya kupendeza, ya kuvaa nguo nzuri hii

hanunui kanzu ile babu kubwa mbili. Hajasema moja, mtume mbili. Kwa nini mmoja wao hanunui mbili kwa ajili ya siku ya Ijumaa? Mtume Mwenyezi Mungu anawatamania masahaba zake, na wakati huo ilikuwa dhiki, vitambaa paka vitoka Yamani, vitambaa vinakuwa ghali, lakini mtume alisema mbili. Si kwa alisema mbili, sikabiai makanzu yamejaa madude kichu, yani vitu rahisi kule kwenda kununua kwa ajili ya sunna mtume. Tayari wewe ni mtu ambaye mtuambae unam, unamthamini mtume wako. Tena mtume akasema kwamba anunue hizo mbili siwa thaubei mihna mihnati, sio lile kanzu lake analofanyia kazi. Naona kazi mtume anakutofautishia sio ile kanzu yako ambayo unahangaika nayo sio hiyo, nunua kanzu mbili babu kubwa au majoho mawili safi sana, hayo kwa ajili ya Ijumaa. Mtume akasema mawili kwa ajili ya uwe na maana. Sasa hivi wewe na mangapi? labda kumi na mbili hivi kwa ajili ya Jumaa. Bali siku moja, Sayyidina Umar Allah anhu alikuwa akihutubia kama hivi, anamjua mtu fulani ambaye anafanya biashara ana, akaingia msikitini mtu kama yule. Ah, Umar hakumjua. Bwana wewe, bwana mbona hujakoga? Angalia, Umar Allah anhu anamjua yule mtu, zamani watu walikuwa kidogo. Anahutubia, yule bwana akaingia msikitini, ambaye, wewe fulani, mbona hujakoga wewe, vipi Nimetia udhu, akamwambia bwana, sivyo hivi mtume alivyoamrisha. Angalia, Umar allahu anhu, hivi sivyo. Mtume akasema ukoge upendeze. Ndugu zangu, kama nilivyosema, tuna nukta kumi na saba, lakini tutoshe teke na hizi mbili eh, hizi tano ambazo tumezitaja. Na ni vizuri vile vile kanzu ikawe nyeupe. Kanzu nyeupe ndio sunna. Mtume akasema katika hadithi yake Ilbasu min thiyabikum albayada, fayeni katika nguo zenu white waiti, waiti, fayeni kanzu nyeupe. Fa innaha min khayri thiyabikum, hizo katika nguo zenu ziko bora. Wakafinu fiha mautakum, na vile vile mwakafinie maiti zenu. Hadithi ya Imam Tirmidhi namba 994.